Mwenge wa Uhuru unatarajiwa kuingia wilayani Chunya tarehe saba mwezi wa kumi 2025, na mwenge huu utaingia ukitokea wilaya ya Songwe na utapokelewa kimkoa katika wilaya yetu ya Chunya. Eneo la mapokezi litakuwa ni kituo cha Makongolosi pale mamlaka ya mji mdogo Makongolosi kata ya Bwawani karibu na shule ya msingi pale ndipo tutakuwa na kituo cha mapokezi ya, ya mwenge. Asubuhi ya tarehe saba, niwaombe wananchi wote wa wilaya nzima kujitokeza kwa wingi katika mapokezi ya mwenge katika wilaya yetu ya Chunya. Na mwenge ukiwa katika wilaya yetu ya Chunya utakimbizwa katika maeneo mbalimbali. Katika maeneo hayo mwenge utapita kuzindua miradi kuweka mawe ya msingi na kutembelea miradi mbalimbali mbali ambayo Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Dkt. Samia Suluhu Hassan imetekeleza katika wilaya yetu ya Chunya. Wananchi, ni waombe mjitokeze kwa wingi sana kuja kushuhudia mambo makubwa ambayo serikali yenu imeyafanya, na mwenge unakuja kuyashuhudia katika maeneo hayo. Kilele cha mbio za mwenge katika wilaya yetu ya Chunya, eneo la mkesha litakuwa taifa na kitaifa watakuwa pale, niwaombe wananchi kutoka maeneo mbalimbali ya wilaya yetu tuje kwa wingi kushiriki katika mkesha na katika shamra shamra za usiku mzima, kabla ya kuondoka kwenda kukabidhi mwenge katika wilaya inayofuata. Baada ya mwenge kukamilisha ziara yake katika wilaya ya Chunya, utaendelea na wilaya zingine katika mkoa wetu wa Mbeya. Lakini niwakumbushe wananchi kwamba tarehe kumi na nne mwezi wa kumi ni kilele cha mbio za mwenge kitaifa jijini Mbeya. Niombe wananchi wote kushiriki katika sherehe za kilele cha mbio za mwenge mwaka huu 2025 katika mkoa wetu wa Mbeya, jijini Mbeya, tarehe 14 mwezi wa 10 2025. Mwananchi, usisubiri kusimuliwa, kuamini ni kuona, njoo uone, ndipo utakapoamini mambo makubwa ambayo yanaendelea kufanyika chini ya serikali ya Dkt. Samia Suluhu Hassan. Zaidi ya hayo, ni waombe wananchi na kuwakumbusha kwamba tarehe 29, ile inaitwa 29 Oktoba, ni siku maalum ya uchaguzi utakaofanyika tarehe 29 mwezi wa kumi. Ni waombe wananchi kujitokeza kwa wingi kushiriki katika uchaguzi wa kuchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuchagua wabunge na kuchagua madiwani. Wananchi wote waliojiandikisha kupiga kura, tujitokeze makundi kwa makundi kwa tarehe hiyo kwenda kushiriki katika uchaguzi. Usisubiri, hii ni haki yako ya kikatiba. Jitokeze kwenda kutekeleza haki yako ya kikatiba. Tumejipanga vizuri katika upande wa ulinzi, hakuna shaka. Usitishwe na mtu yoyote, sisi tuko vizuri. Wewe kapige kura kwa usalama na amani. Ukishamaliza kupiga kura, nenda kaendelee na shughuli zako. Jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu 2025 kwa amani na utulivu. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC Online website ama tovuti, tunapatikana kwa www.chunyadc.go.tz, lakini Instagram tunapatikana chunya_official.